Yes of course, karibu kwenye mahojiano yangu moja kwa moja nikiripoti kutoka hapa katika mitaa ya Mwembe Yanga. Niye na madhumuni nimekuja hapa kwa ajili ya kupiga story mbili tatu mambo yanayokuwa yakihusiana na michezo na, na burudani. Kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya. Namna ndeje yara, assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi taala wa barakati. <laughs> <laughs> tamka vizuri leo. Ah yeah, mimi ndo kawaida yangu. Mimi ni muislamu kamili bwana, sio muislamu jina. Mimi ni muislamu dini, mimi ni muislamu dini. Yeah, yeah. Yeah, sio muislamu jina bwana. mm. eh. E, tuanzie hapa Simba Sports Club. Mara ya mwisho mimi kuzungumza na wewe ilikuwa ni kuelekea kwenye ligi kuu Tanzania bara, na ukaniambia kwamba watake wasitake watakufa pale pale, pale nyumbani kwao lakini pia vilevile vile, mlijipanga kwenda kuchukua alama tatu dhidi yao. hhairi shahiri, imetokea hilo. Mnasemaje wanasimba kwa kile ambacho kimeonekana ndani ya uwanja na performance nzima? Oh, awali ya yote kabla sijaanza mbilinge, mbilinge zangu za kimichezo, lakini niwe muungwana niwe mwanadamu niliokuwa sawasawa, naamini kwamba tukapokuwa na, kwa na pumzi. Sometimes kuna wanadamu wanasahau hata kutaja jina la Mwenyezi Mungu, lakini pale unapopata malazi tayari ndio unamkumbuka Mwenyezi Mungu kwayo, kwa hiyo nikumbuke kwamba ni jambo la msingi ni jambo la maana kwa mzazi wa mchezaji wetu kipenzi, mchezaji pendwa ndani ya klabu ya Simba kwa ndani ya miaka hii mitano sita mtawaliwa Kibu Dennis, Kibu Denga mkandaji. Jana usiku majira ya saa tano nimeanza kuiona taarifa kwa umma kabla ya klabu ya Simba kupost, nilianza kuiona kwa midia moja imeposti picha, nikaona labda haya maneno, kuna watu waga wanatengenezaga story, kumbe ilikuwa ni ya kweli kwamba amefiwa na baba yake mzazi Kibu Dennis kule Kigoma. Kwa hiyo tutoe pole kwa familia, lakini pia nimebeba salamu za wadau wangu ili niwafikishie, akiwemo Al Salim Abdalla kutoka pale Oman, lakini akiwepo pia haji wa jina wangu pia ni Abdalla kutoka Zanzibar ambaye yuko Ujerumani lakini mwingine mwenye kitu wa mashabiki, Simba Sports, akiwepo pale Marekani anawakilisha mashabiki wa klabu ya Simba yuko pale. Pia amenipa ujumbe wake nifikishe salamu hizi, lakini na mdau wangu mwingine daktari wa kutibu magari Tanzania, yupo hapa Temeke Sudani anaitwa Azizi, kwa binafsi pia ametoa salamu zake za pole kuelekea kwa mzazi wa mchezaji wetu Kibu Dennis Kibudenga. Baada ya hapo tuendelee, niambie goli mbili kwa moja dhidi ya JKT Tanzania mlizipokea kwa furaha ya namna gani? na mlitarajia hiki ambacho kilichotokea? Tulitarajia, nilikuambia siku ile kwamba ni swala la muda tu Yani tulicheza nao KMC, tukacheza nao pale tukapata matokeo. Sasa hii tunaenda kwenye uwanja wao waliko tukaribisha. Kuwa ndio uwanja wetu wa nyumbani kwenye mechi zetu za ligi. Lazima tuutumie vizuri. Hatuwezi kukosea kuutumia kwa sababu kwanza tunanyotana ule uwanja. Toka umefunguliwa tukapata matokeo na mpaka sasa umeboreshwa. Tumeenda tena kupata matokeo kikatili, kibabe zaidi. Bora hata ile pingine tulipata kwa sababu tulipata mapema tu goli hili. Lakini hii goli wameanza wao kulipata kipindi cha pili, dakika 60 lakini tukaenda tukafanya comeback, tukalevel scoreboard, tukaja tukaweka chuma ya pili kikatili. Wengine wakalalamika labda akamchukua mwamuzi wako kutoka nyumbani kamsimamisha pale aseme ile ni offside. Yule ni mwamuzi ambaye amesomea sheria 17 za mpira wa miguu na alizisimamia pale. Lakini wale wachambuzi wa mchwala, wachambuzi wa mchongo akasema kwamba ile ni offside kwa sababu anaonekana alisimama kabla mpira haujamfikia akiwa peke yake. Kumbe wameshindwa kujua kanuni za mpira na sheria za mpira wa miguu. Lakini mwamuzi, ni mpe kongole, nimpe respect. Alisimamia sheria 17 za mpira akaweka kambani akaita kati. Mchezo wa kwanza wa Simba Sports Club chini ya kocha Dimitri Pantev, ndani ya ligi kuu Tanzania Bara. Performance nzuri, kiwango kizuri anakionyesha akiwa kwenye benchi la ufundi. Wana Simba, mnaridhika na performance hii hii. ni mechi yake ya tatu dhahiri shahiri. Ya kwanza ilikuwa pale Nsingizini, lakini ya pili ilikuwa katika dimba la Benjamin William Mkapa, mechi ilitamatika kwa sare. Ya tatu ilikuwa ni siku ya Jumamosi katika viunga vya Meja Jenerali samu Aa, binafsi kocha Master Matatu mechi yake ya kwanza kweli ilikuwa pale mchini Eswatini eh, Swaziland pale tukashinda kwa goli tatu kwa sifuri na magoli hayo asilimia kubwa ilipatikana, goli moja kipindi cha kwanza dakika za jioni, lakini magoli mawili yote yalipatikana kwenye hafu ya pili ya kufunga hesabu. Inaonekana kwamba huyu kocha ni mtu hatari sana kwenye mbinu, ana balaa sana kwenye mipango yake ya kipindi kinachofuata. Anamsoma yaani mpinzani amemaliza mbinu zake afu anakuja kumaliza ile shughuli. yaani alikuwa anawaangalia tu anaruka ruka baadaye akaja kafanya finishing, watu wanapigwa chuma mbili safi za kikatili, magoli ya Ulaya watu tunachukua goli tatu, tunarudi nyumbani. Lakini amekuja kufanya tena hivyo kwenye mechi yake ya kwanza ya NBC Premier League tukiwa pale Meja Isamuhuyo pale Mbweni, tukiwa wageni kama alivyokuwa kule Eswatini. Akaanza kama kawaida wale wakaruka ruka, wakaruka ruka wakajifanya kutuchokoza nyuki wakarusha jiwe pale kwenye mzinga. Nyuki wakafumuka mwanangu, wakaenda wakarevo scoreboard. Kutoka kwa kijana wao wow, yule yule, nangu, Wilson Nangu, na nangu tena akaenda karevo scoreboard, pale Meja Issa Muyo, Pantevo, master matatu, kumpa na fasi kuchangilia kupiga kelele, kuambia hawa mimi ni waajili wangu wa zamani, akawaheshimisha akatulia, lakini bado sabu zikamulipa kocha, kipindi cha pili kile kile akaongeza watu muhimu kabisa ambaye wakajua kabisa hawa wataenda kupika biriani, wataenda kuweka vitunguu, nyanya, karoti na kila kitu, wakaenda kufanya shughuli na kweli, huyo huyo Elie Mpanzu kaingia kipindi cha pili, ndio akatengeneza assist ya goli la nangu, lakini pia Morris Abraham anapiga assist ya pili, anampa Jonathan Sowah, anaweka kamba ya pili nyavuni, safi mbili moja. Simba wanachukua alama tatu, wanaenda kukaa kileleni na alama zao tisa, nyuma mwiko ambao kwa kuwa amezidi michezo. Siku inayofuata wakacheza ki, ki, kibonde maji wao wakapata matokeo wale, wamekaa saizi pale kwa muda kileleni, wanasafisha safisha pale garden, kwa sababu hawajawahi kukaa juu pale kileleni toka ligi imeanza. Kwa mara ya kwanza na wao wanaenda kukaa juu kwenye break ya kimataifa, kalenda ya FIFA wale kirudi watakuwa washafyeka nyasi zote pale, washatandika pale masofa, atakuwa yako sawa ya sawasawa. Sasa tunarudi wenyewe wenye ligi yetu msimu huu atucheki na mtu sasa tunacheka na pichi badala ya mchezo. Ahmed Ally alisema ukiona timu yoyote inaongoza ligi kuu Tanzania bara, basi dhahiri ujue Simba hajacheza. Kweli anachokizungumza au ni ukweli huo? Ni ukweli kwa sababu hata wao waliongea hayo maneno, kwamba ukiona sisi hatuongozi ligi basi hatujacheza. Sasa wao umecheza, una michezo minne Simba na michezo mitatu, nani sasa hajacheza? Sisi ndo hatujacheza <laughs> nyinyi mnatembea tu pale. Yaani wao wanaongoza michezo, waongozi ligi. Sisi tulikuwa tunaongoza ligi. Pamoja wanasema tuliongoza kwa masaa, lakini sisi ndo tulikuwa halali tumeongoza ligi. Wao saizi wanaongoza michezo, waongozi ligi. Kwa sababu wao wana michezo mingi kuliko Simba, sawa? Wale wengine wana michezo mingi pia kuliko wao lakini wao ni underground. Lakini sisi wakubwa ndo tuna michezo michache lakini tuna pointi za kutosha, tuna magoli ya kutosha. Lakini wao wanajifanya wakubwa zaidi, wana pointi nyingi lakini wana magoli mengi lakini pia wamecheza michezo mingi. Kwa hiyo wametuzidi goli moja, wamescore goli 9, sasa tumescore goli 8. Wameruhusu goli moja na goli moja. Hakuna timu yoyote kwenye NBC Premier League msimu huu mpaka sasa inasema ina unbeaten ambayo haijaruhusu goli. Wote mpaka sasa tumevunjiwa rekodi zetu. Yaani ni michezo michache lakini wote tumesharuhusu nyavu zetu kutikisika, lakini Simba peke yake na nyuma mwiko ndio wameruhusu magoli machache kwenye nyavu zao kutikisika. Eh, bwana tuzungumzie ujio wa jezi za Simba Sports Club, kama ulivyoivaa hii ndipo Simba ambapo anakwenda kutambulisha jezi zao, lakini hapa pembeni zikiwa zina ile rogo ya CAF Champions League. Mnasubiri kwa hamu ya namna gani? Sisi hatujai kutoa jezi mara mbili. Wametoa jezi mara mbili. Kwa... Ah, ah. Timu pekee duniani ambayo imefanya kituko cha ajabu ni nyuma mwiko, wametoa jezi mara mbili. Wakabadilisha na kiwanda kabisa cha kutoa jezi wakatoa kiwanda kingine cha jezi, wana jezi nyingine sasa hivi inaitwa Nia. Ndio hiyo inawasumbua, wanachenyetwa kila siku kwa ajili ya ile nia ile, kwa sababu wakiona ile nia, kila mtu anasema mimi nia ninayo na uwezo ninayo, akipambana na nyuma mwiko anapata matokeo. Ani ikiwezekana wabadilishe mfumo, lile neno nia waliondoe, warudi kule, so, kule wenye kampuni yao ya mwanzo Mbona jezi ilitolewa moja tu ambayo sasa hizi watu ndo wanaivaa? Wewe wewe hujaiona ilitolewa pati tu? Oh. Ile nia ni watu kwa ajili ya kusherehesha. Sio kampuni tu yani jezi yenyewe imetoka nyingine. Ni ile ile lakini imetoka nyingine. Yaani kama ni filamu ni season 2 imeshatoka lakini sisi hatuna season 2 tuna season 1 season 2 inakuja kwenye mashindano ya kimataifa ama ndio hii tunaisubiri kwa hamu. Sasa wao sasa hizo wanasubiri jezi gani kwa hamu? Imetoka jezi mara mbili Manake watu wanunua, wataishia zile zile. Mtu kashanunua mara mbili jezi akanunua ya tatu yani. mm. Hayashiriki mashindano gani hiyo jezi ya tatu? mm. Ya Kalet au eh? Au ya Netball? Labda Netball ndio nasubiri kununua, lakini tayari washatoa jezi ya Champions League, lakini washatoa jezi ya NBC Premier League. Lakini sisi ndio tunasubiri sasa jezi ya Champions League kwa hamu, kwa uvumba itoke, tuitinge kama kawaida. Eh, eh, ili tuendelee kuna wili na kupendeza. mm. Yaani ukivaa jezi ya Simba mwanangu. Ah. Yaani unajikuta kama upo hapa yani. Unajikuta kama uko mbele huko. Sehemu ya kuenjoy eh, hasa wewe. hey! umeona jezi, umeniuliza bwana jezi, umeniuliza jezi. Mbona bwana unayo mpaka saizi, mbona bado inaita kama umenunua jana hey? Mbona inaita? lazima iite, kwa sababu hii mimi sifuri maji ya chumvi, sawa. Hii inafuria maji special, nanunua maji special hey, nanunua eh, nanunua dumu langu pale shilingi elfu tatu na mia tano ndio nafuria hii. So, nikanunua ndoa shilingi mia shilingi hamsini ndio nifulie jezi. No no no, yani jezi sio kufulia maji ya chumvi. Na ndio maana unaona mpaka leo bado ipo kwenye ubora uliokuwa sawa sawa. Kwa hiyo hizo jezi tunazisubiri kwa hamu. Zitoke ili mradi twende tukazivae wana Simba, ukawe mtoko wetu wa Champions League. Na huo tukiuvao, huo maana yake idara ya njia itakuwa imenyooka kwenda finali. Kwa tukielekea kwenye ungo ya michezo ya kimataifa baada ya kumalizana na namungo mchezo wa kwanza. Mchezo, mchezo wa kwanza ulikuwa dhidi ya Fountain Gate. Mchezo wa pili dhidi ya Namungo. Mchezo wa tatu pia vilevile vile, tumekuja kushuhudia mpira wa jeshi alama tatu kwa Simba kwa kila mchezo, ana concede magoli mawili kufunga kwa kila mchezo. Hii ni taswira ya namna gani ambayo mnaionyesha kuelekea kwenye michuano ya kimataifa? Si haba, Petro Atletico anakuja kukanyaga katika ardhi ya Tanzania, ardhi ya mnyama Simba Simbalu, tunamwambia karibu sana Tanzania, welcome Tanzania welcome Benjamin Mkapa uje eh, kukutana na mnyama Simba, mnyama hatari anayotisha mwituni. Tupo kikazi, tupo kimkakati. Tulianza na ndugu zao kutoka pale pale Angola na, na hapa tunaenda kuanzia pale pale tulikoishia. Walikuja hapa nadhani unawakumbuka eh, wakaja ndugu zao ukiacha okay, de Agosto msimu ule uliopita, achana nao huo. Hawa tuliocheza nao msimu huu kwenye makundi hawa ndugu zetu Bravo kule akaja akawapiga na hapa. Chuma moja hiyo, eh? Hiyo kalala jumla, tuka kwa goli nne kwa moja ambayo walipata goli moja kule nyumbani kwao, lakini wamekuja bravo, wakapigwa chuma moja kwa bila, wakapata penalty spider kama akasema hapa hapa hakupiti kitu, akacheza yule mkwaju wa penalty goli moja likalala kwao. Hiyo naamini tuna wakati mgumu sana tunapokutana na timu kutoka Angola, lakini tuwaambie tu kwamba hawa tutawaingiza kwenye kibuyu ambaye hajawahi kuingia mtu yeyote eh? Tutawaingiza kwenye kibuyu ambaye hajawahi kuingia mtu yeyote ona. Kama wana Simba mnamaliza maneno, kibuyu kipi kabisa ndo ataingia petu atatiko, hicho kibuyu kipi? Wewe usha kuona vile viope vile dawa zile za kiasili zinafungwa alafu zinakuwa kwenye chupa ya konyagi, ile chupa kama ile ya konyagi alafu inaingizwa mule. Wewe unafikiri inaingiaje? Mdomo ni mdogo, lakini una kikuta kiope kiko ndani. Ndio chupa hiyo ataingizwa Petro Atatiku. Ushai kuiona hiyo chupa kwanza? Inamaliza maneno na sijui mdomo wake ulivyokuwa mdogo au ya visungura sawa, lakini kiope utakikuta kiko ndani mu. Kilifikaje kile kiope na kati kiope kikubwa, mdomo mdogo, lakini kiope kiko ndani ya chupa ya visungura ile, na sasa ndio hicho yeah. Chupa hiyo tunaenda kumuingiza Petro Atatiku muda huo tushatoka kwenye mkutano wetu. Kwanza tayari bado mkutano, bado yani, tukimaliza mechi ndio tunaelekea kwenye mkutano, maanake tutaenda na hasira zaidi ya kwenda kupanga mkakati ya kwenda kuwanyonyoa wale waliokuwa mbele yetu ya safari yeah. E, ajiandae huu stadi Mali yee ajiandae kutoka Mali, na pia ndugu yetu Experience de Tunis kutoka pale Tunisia, mwamba kabisa ambaye kila siku unakaa nafasi ya tatu tunakupa salamu. Tulimwondoa Widadi Casablanca nafasi ya pili barani Afrika, zamu yako kwenda kukushusha kwenye nafasi ya tatu, kushuka kama alivyoshuka mwenzako. Jipange, hiyo salamu tunakupa. Sawa, Widadi Casablanca kila siku alikuwa na nafasi ya pili wakati sisi tupo kwenye mashindano toka 2019 lakini mwamba peke yake alimshusha kwenye rank Widadi Casablanca mpaka yuko nafasi ya nane Afrika sasa hivi ni Simba Sports Club. Sasa jiandae Esperance de Tunis, maana toka tumeingia wewe kila siku nafasi ya tatu. Kwa nini ushuke? Kwa nini upande kwenda nafasi ya ya kwanza? Jiandae kuporomoshwa sisi ndo kazi yetu kupromosha wote waliokuwa pale juu. Tukishamshusha alikuwa nafasi ya tatu, tunamfuata alikuwa nafasi ya kwanza, kwa sababu ya pili tushamshusha. Huyu Mamelodi anakaa kwa zarula, nafasi yake ilikuwa ya, ya nne huko Mamelodi, kwa nafasi yake ya nne. Ya nne ya tano ndio ilikuwa nafasi yake, lakini nafasi ya tatu, nafasi ya pili na ya kwanza ni National Real, Wydad Casablanca, Esperance de Tunis. Kila siku iko nafasi ya tatu, ashuki huyu. Sasa zamu yako ya kushuka imefika, utashuka. Leo hii nani huyu anatusifia sisi Mamelodi Sundowns kukaa nafasi ya pili. Bila sisi angekaa nafasi ya pili. Tunarudi wenye mpira wetu Afrika. Simba Sports Club, ubaya, ubwela. Tumeachwa hapa bala. Wenzetu wao underground, wamekimbilia Zanzibar. Tumebaki wenyewe wenye mpira wetu hapa. Vipi na kule mtahusika kucheza mechi zao? Wapi? Kule. Kwani sisi unachezaga mechi zao? Sisi tunacheza mechi zetu tu. Mechi zao wanacheza wenyewe. Wao wametangaza wana watu. Asa mtu mwenye watu anaweza kucheza mechi yake. Sisi hatuna watu, sisi tuna Mungu. Wao wana watu, sisi tuna Mungu. Tunamtegemea Mungu ndiyo yeye anatusaidia sisi kupata matokeo. Asa kama mtu anategemea watu, ategemee Mwenyezi Mungu alomleta duniani. Hasa ni mtu wa ajabu. Wewe leo unakimbia unaenda nyua Amani Zanzibar. Kwa Mkapa kuna nini? Kuna mashimo pale. Uwanja umefungiwa kushiriki mashindano ya kimataifa tumesimamishwa. Tume tusichezee ligi, tukatafute viwanja lakini mechi kima za kimataifa, uwanja uko huru, tupige kazi pale, tuingizie pesa nchi yetu. Ah, wewe unakimbia unaenda nyuma Amani Zanzibar, unasema kwamba uwanja ule haufai wewe kuchezea mechi zako za makundi. Ah, mechi za mchujo ulichezea wapi? Ulicheza gongo la Mboto, ulicheza Masaki ama Ustabei? Kwa hiyo manake tayari wanakimbia aibu yao kule, kwenda kwa mzee Mwinyi, kwenda kumzalilisha. Na yeye akae sawa sawa, hakikisha kwamba watamzalilisha. Namuomba sikanyage hata mechi moja kwenda kuangalia wale jamaa, kwa sababu wale jamaa Wakishinda ujue ni sare. Lakini ushindi wao ni kichapo tu. Wajiandae kuchezea kichapo. Kule nyuma amani Zanzibar. Kwa sababu Mwarabu akitaka sare anapata. Sawa? Akitaka jamvi la kulalia anapewa analalia. Akitaka zulia anapewa pia analalia. Kwa sababu kule wapo Waarabu wenzao. Sasa unategemea watakosa matokeo? Mbona Zibrikani alifosi kwenda kucheza kule kwa sababu gani? Si alijua kumbe kule atakuwa bingwa na akawa bingwa. Sasa unawapeleka kule watu kutoka Misri. Watu unawapeleka kule kutoka kutoka wapi? Kutoka Algeria. Unawapeleka kule tena kutoka Moroko hapo hapo. Maana kwao ni sherehe. Falabat saizi anasherehekea kwenda kuchukua matokeo. Jess Kabili anasherehekea kwenda kuchukua matokeo kwa sababu ukiangalia kwenye ranki wao wako juu kuliko Falabat, kuliko Jess Kabili. Lakini ukienda kwenye ubora wa uwekezaji, wale wako juu kuliko Nyuma Mwiko. Kwa hiyo naamini Nyuma Mwiko kwenye kundi lile, kapata pointi nyingi basi pointi 4. Pointi nyingi yani, kakusanya pointi 4. Anarudi kwenye kinyang'anyiro chake cha kuburuza mkia. Aliburuza mkia mwaka 98, akambulia pointi moja Champions League. Sawa? Akaja baada ya hapo akambulia point 4 kwenye kombe la shirikisho elfu mbili na kumi na sita lakini kumi na saba tena akaingia makundi kombe la shirikisho, akambulia tena point 4. Sasa huu ni muda tena wa kurudia kwenye makundi ya klabu bingwa, sio point 1. point 4 atapata pale nyumbani point 4 atapata, yani hapo nimemuongezea point 4 atapata, atashinda mchezo tisa? Afiki hapa tisa anazitoa wapi? Ana timu ya kupata point 9? Yani mimi namtabilia mchezo mmoja, anaweza kashinda eh, mmoja mwalabu mmoja yule, kidogo yule mwalabu, inawezekana ana heshima Saki yule jezi kabili, yeah. ile anaweza akapata pointi tatu hapa, lakini kule akienda kule, achomoki kule, anashenyetwa. Ili hapa tatu atapata, na atatoa sare moja na atafungwa mmoja. Kwa hiyo nimemtabilia kwenye michezo yake mitatu ya nyumbani atapata alama nne. Bwana Mnandi, shukrani sana, asante, tukutane wakati mwingine.